Very nice. So, watu wangu, kuna kitu ambaye huyu jamaa alikuwa anasema, na mimi nataka tufuatilie one by one. Najua, nipe simu mbio mbio. Nataka fans wangu waelewe kila kitu si eh? So, fast. watu wangu wamesema kuna kitu hapa Sonia does not believe is it true kuna kula pesa ya watu wa yatima ulisema watu wa jana ama yes ah yani watu wa wa jana watu wa yatima yani ni ile tu kadogo si ati nimekula pesa kadogo as in just a little kama kiasi gani hivi kama elfu tatu sikuwa nachukua mingi elfu tatu elfu tatu daily napea uh kidogo tu hata ukipewa pesa wazipeane zote so unasema umekula moja kule Sijakula, sijakula. Niko na nguvu leo ya kufuatilia kila kitu. Ngoja tu hizi zenye zinawafundia unaona. Hapa kuna yenye ilikuwa kule Australia, walikuwa na ndio walikuwa wameniambia if walikuwa na recommend, nikawaambia since niko na, mimi niko na nini huko niko na yani support, yani support ya watoto wa yatima wanaweza nisaidia mm. Unaona so, kuna wakati pesa zilikuwa zinatumwa, huyu anaenda kule, unajua sasa, wale wanajua ni mke wangu sasa, na na huyu ndio na authority over them, so, akisema hivi wanafuata hivi mm. So kumbe zile pesa zilikuwa zinatumwa pale, huyu anachukua zote, haachi hata haachi hata senti kule. Hapo inaonesha hivyo, si sawa, si ndio? ndio wana nauliza ni ati naona what like, ama si wewe ulikuwa, ama kuna mtu alikuwa amehack simu yako? Mimi huyo kuna mtu amehack simu yako, mimi labda tu tao mbili, ama tao ile tu kwa emergency, uba nataka kufika mahali nachukua tu hapo kadogo. Daktari anataka kujua huyu uh, kitaka kujua huyu, mwanamke ni mwanamke hatari sana. Acha nikuoneshe kitu kingine pia. Kuna Kenya alikuwa anaambia wenye nimeandika kazi Mbona wow. Sasa like, so unaharibu kwenye nafanya kazi kwenyewe, wacha tu kuwa honest. Eh? Hushoi oh, penda hu jamaa hata siku moja hivi kwa maisha yako, kwa sababu ni kama kutoka mwanzo mpaka mwisho, ni leo unakula huku, kesho huku hadi saa hii, lakini uko na bole ya mtu mwingine. Nimepigia huyo jamaa simu, nataka kuja confirm, najua anaweza ruka, na nimepigia mpaka bibi yake simu. All of them are coming so get ready ah. Hey, umejionea Mambo ni mengi HK. Bado hayo ni machache. Najastaki kuongea sana ndio unipeze hiyo information. Mm. Leta ngutolee nyingine. Watu wangu, mambo hapa, hii ni twanga, it is being revealed one by one. Hii nitatengeneza kama PDF. Na sijui mbona uliogopa ku, ku, ku, ku, ku, kunionyesha hiyo. Unajua ni leo kujua nilipata. Najua pia kuna kitu alikuwa amenificha. alikuwa you know, if you dare joke with me cross my path threatening even or my family. Anything around me then you that stupid Lorenzo and your entire family will be down. Hey. Ni mkali sana mkind. Yaani kwa nini useme vitu zile mzuri kind even my family? Sasa familia yao walikuwa na, nilijua tu nilikuwa tu na shuku but sikudhani unaweza kuwa but it was too late hmm. Anyway, hakuna pesa nimekula fans, ziko, nilitu, ya orphans pesa ziko nile tu ziko manage ziko wapi? cha uongo hakuna kitu nimekula hmm. Maidia, kama kungekuwa na uwezekano hmm. ningekupeleka, lakini for the security purpose hmm. ningekuonesha. Sasa hizi watoto watu wengine wametolewa kule, hiyo support uh -oh. ya NGO kutoka Australia. Sasa hizi sipati Habari zimewafikia kule kwamba pesa zinavujwa, pesa ati mimi nakula pesa na nasaidia familia yangu, sisaidii watoto yatima. Saa hii inabidi narudi kwa mfuko yangu, nataka nirudishe, ile ile nyumba yarudi vile, e, ilikuwa, rudi vile ilikuwa, lakini sasa nitarudisha kama u bado ananiandama nitarudisha hmm. Utaongela vitu huku hapa ni mingi hata nikisema kuanza kuwasomea sitamaliza. Haya shamba nilikuwa ni nimemnunulia. Wacha nikuonyeshe picha ulichukuliwa. Mimi ah. You are, are very smart. As the Malagon family, we are very smart. We are very smart. Smart hmm. Mama snitch kufuatiliana maisha ya watu. In short, we are very smart. Okay?

hata kuenda tu kuangalia mali yangu ni shida. Mali yako inapimwa na nini na? hii si nini ile kitu ameweka hivi. Kuna mpaka surveyors hapo. Tuko tunaangalia kama watu wanaweza kuwa wamesonga songesha. Kuchunga kuchunga mipaka. Kwa tunachunga. Sasa hivi huko inachungwa na nani kama sio mimi? Hata kuenda hapo ni shida, so mnanifuatanga tu kila mahali umelipa ngapi kunifuatilia mm -hmm. yeah, niko nao watu niko nao? Huko. Mimi kwa naangalia kama wamesongesha shamba yetu ikakuwa ndogo kwenda kuangalia kama iko sawa 3. nikufurahishe. Huyu amesimama kwa kona. Huyu kwa kona. Yuko katikati. Fadhamo. Hk mwenye anamuuzia anakuja na niambia like aliuzia mtu mwenye anakujua. Lorenzo, hmm. Shamba nasikia inauza koni na, na uko wapi na shamba inaenda inauzwa. So who told you that? Hiyo nitakuambia badai. For the security purpose. Hiyo. <laughs> Baadaye hatu yangu this guy ako na mambo hapa mm-hmm. Enye natamani sana mnyinyi ba mjue kwa sababu <laughs> Anamuangalia na jicho la kando anatamani kupiga mtu kofi hapa, hakuna mtu tapiga kofi hapa. Anyway. Huyo alidanganya misika anamuuzia Niko nafanya nini? Tuko tunaangalia tu. So uko na habari alikuwa amenipigia simu. Na yeye hizo alikuwa anafanya nini hapa? Ngo mnaangalia na yeye bro. Hmm. Yani wewe unaweza amua kupea mtu jina forever. Ulimpea jina bro na ikabaki hivyo kabisa kwa kichwa chako ni bro bro bro bro. Hmm. Yeye sioniangalia na yeye. Cheki ile gari walikuja nayo hapa kwa. So, tupata ujione, unajisikia tujaiona ndio hiyo. Gari naijua. Sasa kutembea ni shida. Sasa ningeachana na hiyo shamba ichukuliwe na watu so, saizi hiyo shamba imeshachukuliwa ama, ama iko sawa saizi? so... kesi ya mipaka iangalia. Uh, uh, hizo vitu zote, sasa hadi kutunza mali ni shida, yeah, So kila malume kwa watu anifuatange. I've been trying to forgive you, but as time goes by thi this this that this that how do you want me to help you do I look like na, na, na need help help, help. You're so rude very rude. You're very rude Sonia. Watu wangu hawa, mimi hata nimeshindwa kitu ya kusema. Chunguza, nimekupa muda uchunguze. Huko lazima nifike huko, fika huko, fika kila mahali hapo, lazima hii nipete muda kidogo tu. Atameza cha mtu akae na amani. Hey. Anamani ni ku, kumaliza mwenzako na kumdhuru. Nimemaliza nani? Nataka kunimaliza, unampenda, najimaliza, unajua. For the support I've been giving <laughs> these children. Mbona unataka kumaliza hiyo? Mbona unataka kumaliza? Mbona uchukue pesa za watoto, ya kusaidia watoto? Sijachukua na manage. You're you managing. Yeah. Sonia, have I been giving no, you money kesho wakule ni, nimekuwa nikikupa pesa, nimekuwa nikikutumia pesa kutoka Australia. Furthermore, unaenda mpaka unachukua for, for the support of these kids. kuchukua. Yani ni kuweka vizuri. Even food, unachukua mpaka chakula unaenda una distribute kwenye. What? Hiyo umetoa wapi? A, tuko na njaa. Nitakuonesha. Sonia, I'm smarter. So tuna you you hey, hey, oh, distribute wa juu, kuna watu wengine wanahitaji help huku nje. Una concentrate tu na wamoja wakati kuna wengine wengi wenye wana need help. So wao wamesaidia wagani na gani? Bote. Unasaidia unaweza tupatia evidence wanapelekea watu wao unasaidia. Mara mingi sichukuange videos mingi, lakini ziko kwa, kwa lapi yangu Hmm, lapi. Okay, but unachukua video hmm. Lapi yako ni aina gani, nijue kama naweza fuatilia hiyo brand yake? Unajua email yake, ni kuna email yake yeah? Okay, yeah, that one is enough to know if you are lying or you are saying the truth. na watu wangu nilikuwa nimeita mpaka bibi ya nani

Ha. Ha. Watu wangu ile mambo nimeona hapo ni mingi, hata ingine sio kuongelelewa. Mimi kitu nitasema tu, tutafanya kwenye tutaweza <laughs> tuachie Mungu, lakini najua kila kitu itakuwa tu sawa. Ukimwangalia, she is very simple, lakini mingine mingi ni story Mbona unafanya, ni nini hiyo kubwa wenye unataka ku achieve, yani ukiwa wewe peke yako, wenye utaki mtu yote mwingine aweze kunyama na plan life yako na plan life yako mm? So uenda ukikanyaga wengine, ukiwakanyaga, ukiwakanyaga, kama mtu nimekanyaga. Mm. Mm. na plan future yangu venye itakuwa. Mm. na plan future yako venye itakuwa bila watu wananiinvestigate. Mm. Mm. Yeah. Too bad. Kuna watu wengine kama mimi nikishaingia kwa maisha yako, nakuchunguza mpaka mahali unalala, mahali unaamka asubuhi, ukiosha uso, mimi lazima tu, hmm. Lazima I'll follow every detail mpaka mwisho, kuna kitu kitabaki

Si nasikia ukimwambia mkionekana pamoja. Mimi utaniona kwenye, mko mmetoka wapi? Just wait and see. See. Utaniona kwa life yenu, na nyinyi nisione kwa life yangu. Utatuona, tutafanya uta uta tu ni utoke kwa hiyo nyumba, tuddmi si na na. Okay, okay. yeah. Nataka mwanamke atoke kwa hiyo Watu wangu mimi sisemi kitu. Wacha nisikize Bibi Aizah alikuwa na nini ya kusema. Unaona, amedunda, yule amekataa tu kukuja hapa mali tuko. Nataka nimsikize kidogo sababu alikuwa na mambo alitaka kusema, na mimi naamini nafaa nimpe listening ear. Yeah. Okay. Kama utakuwa na time unaweza kuja tusikize pamoja, kama hapana na kuelewa, vile kapiga watu zako, nitakupigia simu when necessary. Naomba tukuondoka. It's okay. Mtanielezea aliongelea hapa. Acha nikimbie huko kwa watoto, kuna vitu nataka kupeleka huko on ntawacha Hivyo ndio rafiki yenu imeenda. Sasa kama, watu wangu mimi, nawapenda sana, nataka nipeane a listening ear to someone. Ashafika huku na ninye mkua free kwenda, kama mnaenda mahali meno muende vizuri, acha nionge No. No, serious, Niko serious. Nyi endeni ro safi. Wewe enda njia yako. Tabidi. Enda njia yako wacha mimi niongee na mtu kidogo sini sawa? uh -huh. So, watu wangu anapenda sana. This is HK. Subscribe, like, comment and share. Moso, tupasane in the next video.